Utatu wa laana ulivyomtupa Mason Greenwood kwenye shimo la kifo. Kitendo cha Ligue 1 kutoa orodha wachezaji bora msimu huu kilitonesha na kumkumbusha Greenwood jela ambalo alianza kulisahau. Hapana, sio kulisahau bali kujaribu kufanya hivyo. Jela ambalo limekaa katikati ya roho na kuuvisha moyo wake msiba uliokosa maombolezo wala mtu wa kumfariji. Msiba wa kupotelewa na kile alichotamani kuwa nacho na kuvishwa taji la miba. Amepoteza heshima, jamii imeamua kutomsamehe na kuna anayemjali tena. Jinamizi bado linamwandama Greenwood. Akiwa kwenye kiwango bora msimu huu aliibuka kuwa mfungaji bora wa Ligi 1 sambamba na Dembele, lakini ayumu hata kwenye orodha ya kikosi bora. Inashangaza, hatuwezi kusema inashangaza. Ni utatu wa laana nje umemfanya Greenwood kutumbukia kwenye shimo la kifo. Utatu wa laana: mwanamke, kamari na pombe. Utatu huu unaweza kuangusha kiumbe chochote kinachoitwa mwanaume. Greenwood gafler, anaishi kwenye andaki la upweke na kushuhudia furaha ikiteketea ndani ya nafsi yake, haelewi afanye ya nini. Mkewe Harriet Robson ameweka wazi kuwa amemsamehe Greenwood, lakini dunia imegoma kumsamehe. Tukio la kipigo cha Harriet Robson kutoka kwa Greenwood kimemtia Greenwood kwenye dosari ya milele, na kuacha ujumbe wa mashaka kwenye hatua za moyo wake. Wakati anatenda uovu ule, ni dhahiri alikuwa akiongozwa na utatu wa laana. Pombe ilishafanya jukumu la kuongoza ubongo na kuruhusu kosa lile kutendeka. Huenda miguu yake ingemlaki Ballon d'Or siku moja, lakini uovu wake umenakishiwa na kugeuza miguu ya Greenwood kuwa laana. Angekuwa mshindi wa kombe la dunia siku moja. Mbaya zaidi, hata timu ya taifa haitwi tena. Tusamehe Greenwood kwa kushindwa kukusamehe na kukuweka kwenye jela ya maumivu.